Mzee Osman Bidu tunamshukuru rais yetu ambao mtukufu ambao ametuchagulia kijana yetu leo, na tumeingia serikali baada baada ya serikali yetu, tumejenga maka sitini, tumebata leo tumeingia ndani ya serikali ya president Ruto. Kwa hivyo tunamshukuru yeye, tunamshukuru mzee yetu ambao mgonge, Mzee Raila tunamshukuru yeye kwa, kum, kwa kumbatia kijana yetu nafasi hiyo katika indani ya ODM. Kwa hivyo leo hii si tuko furaha, na Mungu tufikisha sisi makajayo, tuko na yeye na tutajenga yeye 100%. Kwa jumla ya jamii ya Juran kumshukuru rais yetu ambaye ametupatia nafasi kubwa ambayo tujaipata kabla ya leo kwa jamii ya Juran ya PS. So tunasema asante sana mheshimiwa rais William Samoei Ruto ambaye ametukumbuka kama jamii ya minority ya jamii ya Ajuran na kutupatia. Na rais wetu ni mchapakazi, ni mtu anajulikana na ako na sifa. Propaganda kidogo kidogo ambao watu wanaendesha haitasaidia. So sisi kama jamii tuko na yeye kutoka region zote za northern eastern zote, tunajenga yeye na tuko na yeye na tunatambua yeye. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu kwa majina naitwa Abdia Gedi. Mimi ni mkaaji wa Isiolo County, natoka katika jamii ya Ajuran. Leo hii kama jamii tumekusanyika hapa kuonyesha furaha yetu ya kwamba sisi tangu Kenya ipate uhuru hatujawahi kupata nafasi katika serikali, lakini leo rais yetu mtukufu Rais William Samoei Ruto ameweza kututambua na ameweza kutupatia nafasi kubwa na tunashukuru kwa hiyo nafasi. E, jamii kama haina nafasi katika serikali ni jamii ambayo imezambaratika, but now that uh, Mr President you have given us this opportunity. We are very thankful. We, we really appreciate the effort you have given us. And we, and we promise to support you fully come 2027. Mimi kwa majina naitwa Abikar Muhamed, chairman ya jamii uh, Ajuran, Isiolo County. Leo tuko hapa kama jamii ya Ajuran Iselo kushukuru president yetu Dr. William Samoi Ruto kwa kupatia kijana yetu Ahmed Abdisalam principal secretary ya government coordination. Ni mara yetu ya kwanza sisi kama jamii ya Ajuran kupatua kiti kama hiyo tangu maka sitini iliyopita. Leo ndo tumeingia mapya Kenya kama jamii ya Ajuran sisi tunataka kuambia president tumeshukuru, na insha allah Mwenyezi Mungu akitufikisha hapo 2027 kama y jamii ya Ajuran ambaye inaishi Kenya mzima, tutakuwa na yeye na tutakuwa na yeye 100%. kwa majina naitwa kwa majina naitwa Abdullahi Abdisalam Omar kutoka kaunti ya Isiolo, jamii ya Ajuran. Leo jamii ya Ajuran kwa hii kaunti tumekutana ili tuweze kumrudishia shukrani Dr. William Samoi Ruto kwa ile kazi mzuri ambayo alifanyia jamii ya Ajuran kwa kutupatia hiyo nafasi ya, ya principal secretary. Tunashukuru sana hiyo fursa kuweza kupata kama jamii ya Ajuran ambao tuwezo, tumesaulika sana kwa muda, lakini leo jamii ya Ajuran wanaweza kusherekea kona yote ya Kenya, kila kona ambao ajuran wako. Ya pili, mimi nashukuru mtukufu Rais William Samoei Ruto kwa kubea ajuran community hii nafasi. Sisi kama ajuran tango samani, tango samani sisi ni wakaji wa Kenya na sisi tulisalia wa kenya sisi na wa Kenya, lakini nafasi kama hii hatayai kupitia sisi, lakini leo tumepata nafasi